Kati ya tamaduni ambazo tumekuwa tukiziona sana kwenye nchi ya Ujerumani, pale ambapo inatokea bingwa wa ligi au bingwa wa mchezo wote ule kwenye mchezo wa mpira wa miguu kuna kwa kuna ile kama hafla fulani hivi ambayo inafanyika ambayo mara nyingi sana wanaogeshana bia. Na ukiangalia mara nyingi klabu ya Bayern Munich ambayo tunaona inaposhinda taji la Bundesliga huwa wanafanya sherehe ya kumwagiana bia. Na hii si utani, huwa ni sehemu ya utamaduni wa soka la Ujerumani. Na wanachukua glasi kubwa za lita moja, almaarufu kama Weibia, na kuanza kumwagiana kwa furaha kwa wachezaji, makocha, pamoja na benchi la ufundi, lakini hata wanahabari ambao watahudhuria uwanjani basi nao wataoga pombe siku hiyo. Lakini hii ni jadi ya muda mrefu ambayo inaitwa biedush, ikimaanisha kuoga bia na ilianza kutumika tangu miaka elfu moja mia tisa themanini. Kwa Ujerumani bia ni sehemu ya maisha ya kila siku, na hivyo sherehe ya kushinda ubingwa bila bia huonekana kama haijakamilika hivi. Kwa hiyo ukiangalia Bayern imekuwa na nembo ya furaha baada ya mafanikio na imepata nguvu zaidi, kwa sababu mdhamini wao mkuu, kampuni maarufu ya bia ambayo inaitwa Paulena kutoka Munich. Kwa hiyo glasi za Paulena hutumika kwenye kila sherehe ya ubingwa kama sehemu mojawapo ya kusherehekea ubingwa, pia kumtangaza mdhamini wao. Unaweza ukajiuliza, je, inakuwaje kama kuna mchezaji ambaye hatumii kilevi au hatumii mvinyo? Basi hakuna shida. Kizuri ni kwamba klabu huheshimu wachezaji ambao hawatumii pombe na hupewa bia isiyo na kilevi ya non alcohol ili nao waweze kuwa sehemu ya furaha. Mwisho wa siku, lengo ni kusherehekea pamoja, na kuonesha mshikamano na kufurahia mafanikio kwa njia ya kipekee ya utamaduni huo wa Kijerumani.